Na, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapo kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho kimehapeni huko mtandaoni, na hili ni swala jingine tena ambalo linamhusu Nicole Jobery bwana. Huyu Nicole ni moja kati ya wanadada ambao ni E, ni social media influencer amepata umaarufu mkubwa sana na tunakumbuka kwamba kitu cha kwanza kabisa ambacho kilimpatia yeye umaarufu ilikuwa ni shepo ambayo yuko nayo, kwa sababu naelewa kabisa kwamba hapa bongo bwana, wadada wenye mishepo huaga wanapataga followers ya automatically. Kwa hiyo huyu Nicole, naye pia ilikuwa the same kwa upande wake. Lakini ukachana na ishu ya shepu, ni kwamba huyu dada akaanza kupata umaarufu zaidi baada ya kuonekana katika video ya bedroom uh, ya harmonize and boy then, kuka kuna skendo ambayo ikatokea kati yake yeye, Harmonize na Sara, ambaye Sara Michelotti ni ule mwanadada wa kiitaliano ambaye alikuwa gani, ni mke wa Harmonize back then, by the kipindi kile ambacho Harmonize ametoka tu WCB. Sasa Nicole akapata fame zaidi then akaja akawa mwigizaji, umeona bwana, kuna tamthilia ambazo zinaruka, kuna tamthilia ambazo zinaruka e, katika baadhi ya ving'amuzi hapa Bongo, Nicole huaga naonekana huko pia. Sasa ukijumlisha hayo yote nimeona dada ambaye ni mcheshi, mzungumzaji na vituko vya hapa na pale na yuko na shepu na amekuwa katika baadhi ya kontenti kadhaa ambazo zimefanya vizuri tu hapa town. Kwa hiyo akapata umaarufu mkubwa zaidi. At the end of the day ni kwamba huyu Nicole bwana, inasemekana kwamba alikuwa ameanzisha michezo ya upatu kukusanya watu kwenye magrupu then wanachanga pesa alafu then zinatunzwa baadaye, wanakuja kunakuwa na mgao, yani kama unavyoelewa watu wa michezo, yani ile michezo ya fedha, michezo ya upato. Nikisema hivyo, nadhani kila mtu atakuwa anaelewa. Sasa inasemekana kwamba Nicole baada ya kukusanya pesa kwa watu, watu walikuwa warudishiwi hizo pesa zao and then Nicole akaingia mitini, naona bwana, akawa hapokei simu na wadau wakaanza kuwa na mashaka kwamba, je, wameshalizwa, wameshaingizwa kati. Kwa hiyo ikabidi waanze kumsaka. Kwa hiyo Nicole akawa anataka kukimbia kwenda Nigeria, bahati mbaya au nzuri akakamatwa airport akaka, akawa yuko ndani meona bwana sasa. Leo ni siku ambayo amefikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, na picha pamoja na videos zimesambaa huko mitandaoni. Na kama labda hii story ulikuwa huijui, Juma Lakole ndo mtu wa kwanza kabisa kuiweka bayana kama imekupita labda Ndugu zangu wazima nyote, kikao cha dharura kidogo kimetufikia, umbea what. Kama mmeftari basi acheni kuftari, kwa sababu muda tushamaliza kuftari. Sasa hivi tunaelekea kwenye tarawehi, tunasikiza umbea kidogo alafu tunaenda kutubu. E, umbea wenye stara kidogo. E, tutoe uchafu kwenye koo. Jamani, habari zenu zinafikia mm. Dada yetu Nicole amekamatwa na yupo kituo cha kati hapa Dar es Salaam, na sababu ya kukamatwa ni pesa za upatu za uchezo, alikuwa kijumbe. Inasemekana kwamba amezurumu watu kibao, watu wamemvizia leo, alikuwa anaenda Nigeria, kila akipigiwa simu apokei. Okay, ni watu wengi, kikundi cha watu wengi sana. Kwa hiyo alikuwa anaenda Ayafi, watu wamemsubiri airport, wamepata kodi kwamba leo alikuwa anasafiri aenda Nigeria, wakamsubiri airport, ameingia na gari yake ya pinki inasemekana, pale pale wakamdaka, wakamtia kwenye defender na wakampeleka Australia police. Mpaka sasa hivi ameitwa na sheria saba, lakini imeshindikanika kwa sababu kisheria upatu haukubaliki serikalini kwa sababu unapata pesa bila kibali cha serikali. Kwa hiyo tumuombe dada Nicole na ile hali yake, lakini polisi wameshangaa, mbona Nicole sio yule Nicole mweupe tunamjua sisi? Wakaba ndo yule, zile ni editing tu. Kwa polisi wameshangaa kumwona Nicole mweusi, mbona Nicole mweusi hapa? Sio bwana, mnamsingizia. Akasema no cavities this is you So ni Juma Lokole alikuwa alizungumzia hii inshu kwa mara ya kwanza. So mpaka sasa hivi ni takriban siku sita zimepita, huyu Nicole akiwa bado ameshikiliwa na jeshi la polisi, na leo ndo ilikuwa siku yake ya yeye kufikishwa mahakamani, na of course amefikishwa mahakamani. Ee, makamera yalikuwa ni mengi, japo kwa mwenyewe alikuwa hataki kurekodiwa akiwa mahakamani, lakini naona mahakama iliruhusu waandishi ee, wa habari wa kuingia na kamera, kwa hiyo kuna videos pamoja na picha zikiwa zinaonyesha Nicole akiwa yuko mahakamani tayari, umeona bwana. Lakini pia huku mtandaoni page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na sakata hilo la Nicole kufikishwa mahakamani leo. So hapa kuna page hapo, ameandika kwamba Nicole amefikishwa mahakamani siku ya leo. Hmm, page nyingine hii hapa wameandika kwamba Nicole Jobery au anafahamika kwa jina lingine kama Joyce amefikishwa mahakamani. Maelezo zaidi, wakasema kwamba msanii Joyce Mbaga almaarufu kama Nicole Jobery amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujibu mashtaka ya tuhuma zinazomkabili. Kamanda wa polisi kanda maalum ya jiji la Dar es Salaam, Morilo Jumanne, amethibitisha kushikiliwa kumshikilia Nicole mnamo Machi tatu mwaka huu 2025 kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo za kukusanya fedha kupitia WhatsApp bila kibali na kisha kuzima simu yake. Kauli ya jeshi la polisi ilifuatiwa na malalamiko kutoka kwa watu mbalimbali, wakidai pia walicheza upatu kwa Nicole, lakini hakuwapokelea simu. Taarifa zaidi kutoka hapa Ku-kukujia, kupitia ukurasa mbalimbali. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ni kwamba Nicole Jobery bwana amefikishwa mahakamani, watu bado wanaendelea kusikilizia kwamba nini kitatokea kumuhusu yeye, lakini pia vile vile kuna video zimesambaa baada ya siku, baada ya siku kadhaa za jeshi la polisi kutoa taarifa kuhusiana na kumshikilia mwanamke aitwaye Joyce Mbaga almaarufu kama Nicole Jobery kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo mbali kukusanya fedha za watu mbalimbali kupitia WhatsApp bila kibali. Leo hii mwanadada huyo amefikishwa mahakamani kwa hakimu mkazi Kinondoni jijini Dar es Salaam. Akiwa mahakamani hapo leo, baada ya waandishi kumzongazonga wakitaka kumpiga picha, Joyce alisikika akiwaambia, hi hello, are you happy? hii inanipa anxiety, I don't know akiwauliza kuwa mmefurahi, hii inanipa wasiwasi wasi na hofu. Umeona kwa Nicole, wakati anarekodiwa, rekodiwa kupigwa picha, kuna muda alikuwa anawapa hai wa, wale waandishi wa habari pale, lakini baadaye akasema kwamba hii inampa anxiety, yani inamtisha kwa namna moja au nyingine, kama vile alikuwa anataka kusuggest kwamba asirekodiwe. Umeona bwana, kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo na comments zimejitokeza nyingi. Kwa mtu amesema bwana E bwana lile kalio lake limeshuka e, sema bado ni mzuri, lakini huyu bidada mashallah. Kuna mtu anasema, jamani da, ujanja wote mfukoni. Kuna mtu anasema, bwana ila bado mzuri tu, mbona la tatizo ni kwamba aache utapeli. Kuna mtu anasema kwamba bwana, she still cute though. Kuna mtu anasema bwana, Nicole ndio bosi wa LBL nini? Kuna mtu ameuliza hivyo. Kumbe kuna sura za mahakamani na sura za mtandaoni eh? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. So ukiwa kama mdau wewe pia tuweke maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.